Yaani hapo jana baada ya rais kumtaja kuwa mfanyakazi mzembe, rais akisema kuwa uzembe wa Muturi alipokuwa mwanasheria mkuu ulichelewesha kubuniwa kwa hazina ya miradi ya Kiislamu nchini waqf. Na kama Brenda Wanga anavyoarifu, Muturi naye amemjibu rais akishikilia kuwa sheria ya kubuniwa kwa waqf haikuwa na nafasi hiyo. I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. Akizungumza kwenye dhifa ya iftar katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto alimchamba Justin Muturi akimlaumu kwa kucheleweshwa uundwaji wa wakfu wa jamii ya Waislamu ambao unapendekezwa na viongozi wa Kiislamu. Majibu ya Muturi yakitiririka kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X akisema kuwa sheria ya wakfu ya mwaka 2022 haina vipengee vinavyofanikisha kuundwa kwa hazina ya kijamii ya Waislamu. Muturi akieleza kuwa wakfu ni wazina wa msaada ya kidini inayotolewa na Waislamu na, wa na kusimamiwa na tume ya wakfu. Sheria ya wakf iliidhinishwa Machi mwaka 2022, lakini haijaanza kutekelezwa. Muturi anasisitiza kuwa alifuata utaratibu na ustahili kwenye jaribio la kuhakikisha kuwa wakfu huo umeanza kufanya kazi. Mwezi Julai mwaka 2023, kupitia chapisho la gazeti rasmi la serikali, Muturi aliteua jopo la kuwateua makamishna wa wakf na kisha kuiandikia hazina ya kitaifa na tume ya mishahara ya wafanyikazi wa umma SRC akitaka bajeti rasmi ya jopo hilo. Miezi tisa baadaye, mwezi wa Aprili mwaka 2024, jopo hilo la uteuzi lilifanya mkutano wake wa kwanza na kuapishwa kuanza kazi rasmi. Mwezi mmoja baadaye, tarehe 11 mwezi Juni, Muturi alichapisha tangazo la nafasi za makamishna wa tume ya WAQF. Shughuli ya kuwapiga msasa waliotuma maombi ya kazi ikaanza baadaye. Muturi amesema kuwa kufutwa kazi kwa baraza zima la mawaziri kulisitisha mchakato huo na tangu hapo mambo yakakwama. Mkwaruzano wa rais na Muturi kuhusu tume ya wakfu ni kilele cha migongano yao katika siku za punde. Malumbano ya Ruto na Muturi yalichochewa na visa vya utekaji nyara wa vijana wa mikononi mwa afisa wa serikali kufuatia maandamano ya Gen Z, mwanawe Muturi akiwa mmoja wa vijana waliotekwa nyara. Muturi amekuwa akimkosoa rais hadharani kuhusiana na utekaji nyara wa vijana na kuitaja serikali kama ambayo inafumbia macho dhuluma hizo zinazoishia kwenye vifo na kuumizwa kwa vijana. Muturi akidinda kujiuzulu licha ya msukosuko wa mahusiano yake na rais. And walks away. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Kufutwa kazi kwa Justin Muturi kama waziri ni moja kati ya mabadiliko ya punde zaidi ya serikali ya Kenya Kwan